Mle motoni. Hayo ndo ndo maisha aliyoweka Mungu. Tuko duniani, tuko Tanzania. Tanzania hapa <coughs> ni sehemu ya kipande cha ardhi duniani, na licha ya kuwa tunajitawala tuna tuko katika uhuru, wazee wetu wamedai uhuru ili tuishi kiungwana, tuishi huru, tuishi kiungwana. Wazee wetu wameweka misingi ya amani na utulivu, walioasisi nchi yetu na dola yetu, ili tuishi kiungwana baina yetu. Tuko jinsia mbili wake na wanaume. Kama mnazo habari, jumuiya ya nchi za Ulaya jana inatangaza kutuambia Tanzania hapa, miongoni mwa mambo ambayo yengine ni ya siasa, mengine ya utu wa mtu, tukubali ushoga. Hao hao wanatutengenezea magari wanatufaa, hao hao wanatutengenezea ndege tunakwendea hija, wanatufaa, hao hao wanatutengenezea madawa na vitu vizuri vya kututengenezea maisha yetu wanatufaa. Lakini hao hao sasa wanatuambia tuwe mashoga, yaani nchi yetu rasmiyan ikubali ushoga kwamba iwe mtu kufanya ushoga sio hatia. Mmeona dunia hiyo eh? Lakini hapo hapo hapo, hapo, serikali yetu inatakiwa ifanye mambo kana kwamba serikali haina, haina, haina sheria haina vyombo vya dola yake, wakati katika nchi yetu kama nchi nyingine ni dola yenye vyombo vya dola ni dola yenye mihimili ya dola. Miongoni mwa muhimili wa dola hapa ni wizara ya sheria na katiba, mahakama. Tuna mahakama, lakini anatoka mtu huko nje anakupa amri kana kwamba kwenu hapa hakuna mahakama, ufanye vile wanavyo wao. Huo tena si ukoloni mpya huo? ni ukoloni mambo leo. Nchi Tanzania tuna sheria tuna mahakama tuna bunge tuna TNN, yani vitu vimekamilika, hakuna kisichokuwepo ile mihili, mihimili mikuu ya dola ipo, lakini bado anatoka mtu nje anakuja kukwambia maneno kana kwamba wewe huna, unaishi hivi hivi tu ovyo ovyo, huna dola huna mahakama huna hivi lakini cha kushangaza na baadhi ya Watanzania wenzetu wanaunga mkono hilo la kutoka nje, wanaunga mkono hilo la kutoka nje kwa maana kwamba twende kana kwamba sisi hatuna jambo. Ah, ningependa kuwakumbusha Watanzania na hasa sisi Waswahili, sisi make sote hum tunaitwa Waswahili, ukiwa msikitini unaitwa Mswahili Msamiati huo upo mtu yote wamsikitini anaitwa Mswahili, lakini mimi kwa mia kwa mia na ukubali uswahili, ikiwa huu ndo uswahili na uswahili, na ukubali tu na, na, na sisi tukubali tu, wala sio tatizo. Lakini tatizo ni huko tena, baada ya Waswahili alafu tuwe mashoga, hiyo hapana, hiyo hapana baada ya uswahili alafu tuwe hatuna dini, tuishi bila ya dini. Hapana, katiba ya nchi yetu inaheshimu dini zote, ikiwemo dini ya Kiislamu. Katiba ya nchi yetu inamwachia mwananchi aamini na afanye ibada kwa mujibu wa imani yake. Ndio katiba ya nchi yetu. Akiwa anatoka mtu nje Ulaya, anakuja kukwambia sasa, wewe uwe shoga, pana dini hapo. Anaishinikiza nchi yani dola, ili nyinyi hatimaye nyote muwe mashoga. <coughs> Pana uhuru hapo, pana amani hapo, pana uungwana hapo. Sasa basi Unajua, na wengine matamko matamko yao yanatoa wanatoa matamko ambayo yanapeleka maslahi zaidi nje kuliko maslahi ya nchi yetu. Haya msiyakubali matamko matamko yanayotoka toka, na wakati mwingine kutoka kwa viongozi wa dini Haya msiyakubali kwa sababu hayo hayaji kwa maslahi ya nchi yetu wala hayaji kwa maslahi ya utu wetu wala hayaji kwa maslahi ya uungwana wetu wala si maslahi ya amani yetu na nchi, na, na, na, na, na, na, na, utulivu wetu wala si kwa maslahi ya muungano wetu. Nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi yetu kuwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wallahi ni maslahi makubwa, na wala msiamini kamba kutakuwa na amani bila ya muungano hapa, msiamini. Hakuna amani yetu, ni kwa kuwepo muungano wetu. Amani yetu kwa kuwepo mshikamano wetu tukiwa tumeshikamana bila ya kutizama huyu dini gani huyu dini gani, bali tushikamane kama Watanzania. Hayo ndio maslahi yetu, tukishikamana, tukaishi kwa uelewano, hayo ndio maslahi ya Tanzania, lakini sio kwa kufanyiwa imla kutoka, kutoka nje, hiyo si haki. Kama watu wanadai haki hapa hapa Tanzania, watu wanadai haki sasa hivi, kweli hilo analolifanya watu wa Ulaya ndiyo haki hiyo? Yaani umuingilie nchi ya mwenzio na utawala wake umuelekeze namna gani aishi? A -a. Sisi hapa tuna type yetu ya kuishi, tuna utamaduni wetu wa kuishi. Mshairi mmoja Ahmad Shauki anasema mtu hana utamaduni, maana yake huyo hana nchi. Ukiwa na nchi yako, lazima uwe na utamaduni wako, na sisi Watanzania tuna utamaduni wetu wa kuishi, kama familia wote, kama ndugu ndani ya nyumba moja. Kuna nchi nyingine, huwezi ukakuta nyumba moja wanaishi Waislamu na Wakristo, hakuna. Lakini Tanzania, ndani ya nyumba moja kuna wana, wanaishi Waislamu na Wakristo, na wanashirikiana katika idi zao na huzuni zao, furaha zao na huzuni zao, wanashirikiana. Wakiwa na harusi wako pamoja, wakiwa na msiba wako pamoja. Huo ndio utamaduni wetu Tanzania. Idhan kwa wale ambao pengine wana faida kutoka nje. Hatimaye, wanatoa toa maneno maneno ambayo heti mtu ana, anaamrisha watu kwa mfano anasema kwa mujibu wa dhehebu letu kwa mujibu wa hivi basi watu wasipige kura wasishiriki kupiga kura. A, maneno hayo mkiyasikia kutoka kwa shekhe yoyote yule, sema shekhe huyo amelaaniwa, kwa sababu huyo anakutaka watu wanaamua, wewe uwe nje ya maamuzi wakati ukishiriki kupiga kura, maana yake ni kwamba na wewe unashiriki kuamua, unashiriki kuamua kwa sababu utakuwa unamchagua rais unayemtaka unayemwona nafaa, utakuwa unamchagua diwani unayemwona nafaa, utakuwa unamchagua mbunge unayemwona nafaa. Sasa akikuondoshea uchaguzi uwe hakuna hiyo nchi ya Tanzania ipo tena? maana yake baadaye ya kesho kutwa aseme jingine ha? Tusikubali kupewa amri ambazo zisiokuwa na maslahi, kwa sababu sisi ni watu wazima, awana, tupo tuamue wenyewe, una po, una na. Ndio maana mi ninasema ga hivi unapojiandikisha, na hatimaye ukasimama kupiga kura pale ndipo unapojihakikishia kwamba utaongozwa vile unavyotaka wewe uongozwe. Ukiacha hushiriki kujiandikisha wala kupiga kura, maana yake unatoa rusa watu wa kuongoze wanavyotaka wao. Wakikuongoza wanavyotaka wao, iko siku watakwambia wewe usiadhini alfajiri, hapo kelele unatutia mikelele kwa sababu umemwachia aongoze atakao. Lakini hivi sasa hivi kuna mtu atathubutu kumwambia Darwesha anaonadi swala alfajiri wewe upige makelele? Alhamdulillah, bali wengine wanafurahiwa na mikelele ile, inamwamsha kwenda kazini, na akikosa mikelele ile anashangaa, leo ikuwa imekuwaje mimi mpaka nimechelewa kwenda kazini. Maana yake zile kelele lakini kwake zimekuwa na manufaa, kwa maana kwamba hakuna kisichofaa, ila unakitumiaje? Ukikitumia kifaa kinafaa. Yule bwana ametumia adhana, si kwa kuswali, lakini inamfaa kuwahi kazini. Lakini adhana hii akiitumia vingine, hapo sasa itakuwa tatizo kwake yee mwenyewe. Wenzake wanatumia adhana kwa ajili ya kwenda kuswali, yeye kwa ajili ya kuwahi kazini ndugu zangu. Ndo mimi msije um, mkasema ah, Jongo kila siku tumechoka, tena maneno hayo. Ah, msichoke na mimi. kwa, kwa, kwa, kwa miezi hii sina jingine la kusema zaidi ya haya, kwa sababu hiyo pepo hatutoipata ila hapa duniani tupate tamkini, tutulie ha? Tukae vizuri tufanye ibada ndo tutapata pepo. Hapa duniani lazima tupate tamkini, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, Mungu atatupa tamkini ikiwa tutapata fursa na taratibu na wakati na mazingira ya kujenga hiyo tamkini. Sasa utaijengaje uko nje ya maamuzi? Utaijengaje huna mbunge anayekuwakilisha bungeni? Utaijengaje tamkini huna diwani unaweza kumwambia nataka kiwanja kile pale nijenge madrasa au nijenge msikiti? Kwa sababu taratibu za mipango miji lazima iuziwe hivyo, mahala popote pale Ukenda Maka ndo hivyo hivyo, ukenda Madina hivyo hivyo, ukenda nchi yoyote ile unayoita wee ya Kiislamu, labda mipango ndo hiyo hiyo. Hivyo basi, ndugu zangu, nnakobieni kwamba tusije tukababaishwa, manake wengine huwa wa, wanayumba wana ah, ah. Tusije tukababaishwa, tusije tukayumba na maneno hata kama anayesema ni mtu ana heshima, mtu wa dini, lakini tuzama ilo analolisema, kwa misingi ipi? Ilo analolisema, kwa misingi ipi? Hata mimi hapa, imamu wenu, mkisikia siku nasema tupunguze msikiti kwa nyuma kule, tufungue maduka, tuwakodishe watu huyu, auze mipira ya gari huyo auze nani hardware. Lakini atakuja mpangaji sasa, na yeye atakuuza bia, lakini hakukwambia itakuwa msikiti una duka linauza bia. Imamu akisema hivyo, jamani, tuweke hapo partition, uh, partition kwa ajili ya nini? Imamu msimwachie tu imamu wala nini <laughs> wala aseme kwa ujumla jumla tu kwamba tunataka uchumi ukuwe, uchumi uchumi wenyewe huo na kuwa vipi hapo. Kuna mwaka mmoja waliwahi kuja baadhi ya madhehebu ya dini nyingine ambayo hatuko sawasawa sawa sana, wakataka sakafu hiyo wafanye maendeleo. Wazee wakimanyema wakati niamizamani, hao hawataki kutuja kutufanyia maendeleo hao, wanataka wote tuwe mashia hapa Naona hivyo nanyie, hamna uvumilivu huo, mtachukua mashia wote. Nikapata upinzani siku hiyo, wewe bwana, a, a, a, a, a, a, mimi sina chuki ya madhehebu, lakini kila mmoja na kwake, walakum dinukum waliya dini. Hiyo nishawahi kupata nikapinga hapa juu hapa nikasema, hiyo ni gea maendeleo juu ya sakafu, wakati ardhi inagawiwa na serikali huko, wakachukua ardhi huko, watu wafanye maendeleo. Ni sakafu siku ya mita hizi mbili tatu, utafanya maendeleo hapa kwe, yani utajenga university hapa juu? Inawezekana tajenga institute hapa moja, mahadi moja huko juu. Mahadi gani itakaa hapo juu? Mahadi inataka uwanja wa mpira, inataka holi, inataka hivi, inataka hivi, inataka hivi, inataka hivi, inataka hivi, inataka hivi. Institute inataka vitu vingi hata kwa kuwa wao mtazamo wao ulikuwa kwa hivyo mfupi kidogo. Mimi kama imamu nikasema hapana, ikabidi niwashereheshe. Nikasema hatimaye hayo maendeleo yanakuja, wote tutakuwa dhehebu lile, badala ya dhehebu hili la Sunni, kwa sababu sisi ugonjwa wetu hela, na una ugonjwa wa kila mtu. Sasa hisi inawezekana wakati mwingine hata hawa wanaotupigia debe hawa hivi ni msipige kura, msina nini? Wao wanatengeneza lingine huko yes. Sisi wao tutarudia tu, kama hukupiga kura lakini hela unayo mwenzio akakupatia wewe, hukupiga kura, mwenzio huko ana mzigo anachukua wewe. Aa, lazima tutunze nchi yetu, tutunze amani ya nchi yetu, tutunze utamaduni wa nchi yetu Eh, tutuze silika za nchi yetu, tusali tuishi bila ya kubaguana. Eh, kuna watu huko makazini. Kama kweli mtu anataka haki, huko makazini watu wanabaguliwa kwa sababu ya dini zao, anatizama usoni akiwa na sijida sijida, anambia wewe mujahidina eh. Huko makazini, kwa nini? Huko alisemi watu Yaani kijana anayefanya kazi huko maofisini huko akiwa na tabia Ijumaa nakwenda kuswali na, ms na msala umemsugua, karudi na sijida, anaitwa nani? Mujahidina. Yaani kuswali tu tayari ushakuwa mujahidina? Au hiyo mujahidina yote ni kosa? Lakini watu huko hawatazami haki hiyo. Kuna watu huko, tulikuwa shule hapa tunabaguana Waislamu mnaanza chini huku, kama mnaliona pyramid lile, wengi fika juu kule nyie wote hampo. Nafikiria tu ya juu yale, tumesahau midhali, hatujafa hatujasahau. Sasa kama haki haki basi, tutizame kila ofisi, watu wa dini yote wapo kwa usawasawa hiyo ndo haki. Badala ya kutizama sifa tu, alafu na mimi nikiitafuta ile sifa niwe nayo unaniwekea kikwazo nisiipate ili nisifike pale. Huo ndo ukweli ambao unatakiwa sasa hivi usemwe. Kama haki ni haki kweli, basi tusibaguane humo kazini. Mtu akitoka kwenda kusali ya dhuhuri anapewa jina la nani? anayetoka na kwenda kula chipsi na anakunywa, na na bia, huyo ndo sawa sawa, hiyo sawa. Sema kweli, haki ianze kila pahala katika kila nukta agiwe haki, sio haki kuitolea, kuitole, kuitole, haki yenyewe kuitolea ukali serikali ya mama na serikali ya nini, ah, hiyo sio haki. Haki fanyeni haki huku katika maeneo yenu, kikweli kweli tuione kwamba hii ni haki. Hakuna anayebaguliwa katika kazi, hakuna anayebaguliwa katika ajira, hakuna anayebaguliwa katika chochote. Hapo sasa ndio zungumza mengine ya labda, tunaweza tukakusikiliza. Ndugu zangu nyinyi Waislamu, <clears throat> kuna, kuna maradhi baina yetu sisi Waislamu ya kuto kujitambua baina yetu sisi Waislamu kuna maradhi ya kuto kujitambua. Tunaishi kuwa, kuwa tupo tupo. Achaneni na kuwa mpompo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yakun ahadukum ummaa, asiwe mmoja wenu ndio ndio. In ahsana nnasu ahsantu, watu wakifanya vizuri na mimi nafanya vizuri. Wa in asau asatu wakiharibu na wewe unaharibu. Mtume Muhammad anasema walakin watinu anfusakum an. Mtume anasema simamisheni nafsi zenu, kwa maana simama, tumia akili yako. Anakisema mtu, msikilize, lakini pembua ulichokisikiliza kwake, pembuana. Jamani, nakwambieni hivi hata haya niliyoyasema, pembueni, rudini nyumbani mkapembue. Kwa mbele ejagu kasemaje yule Msichukua tu kama imam kasema, Jongo kasema, mpenzi mpenzi wangu kasema, Hamisi na mapenzi hapa hapa. Mimi ninasema maneno, ninazungumza na watu wenye akili na waheshimu akili zao, lazima wapate muda wa kufikiria, yule anazungumza kwa maslahi yetu sisi watu wa Tanzania a wa wanazungumza kwa mpango wake, Mungu atakusaidia huko nyumbani. Kama nazungumza kwa mpango wangu, Mungu atakusaidia huko huko nyumbani lakini mimi ninachokusudia kwamba aa, tunataka tuishi katika nchi yetu kwa amani na utulivu. Mpaka mimi napata ma, muda huu wa kuzungumza na nyinyi nandukisha hapa, tutaswali si kwa sababu ya amani na utulivu? Jamani, hivyo kikinuka au kikiwaka kama mnavyosema, tutaswali hapa. hapa hapa, akikurupuka chizi tu hapa, akikurupuka tu hapa, akasema nyoka huyo, nyoka huyo tayari mtafadhaika. Chizi afu amtaje nyoka hapa sasa hivi! Lakini mwizi wa viatu kaiba viatu huko, mkisikia tu mwizi tayari mshachanganyikiwa, kwa sababu hakuna utulivu hapo. Sasa mimi nasema amani na utulivu ndio tunu zetu, amani na umungu na muungano na, na umoja na mshikamano ndiyo tunu yetu ya kutuwezesha kufanya mambo yetu. Wallahi, niwe wengi ninaosali na nyinyi humu, mnapenda kufanya biashara. Jifikirieni, mtafanya biashara wakati wa mtutu? Haiwezekani, hamwezi kufanya biashara. Mtutu unalia, mtafanya biashara

Kama hakuna amani na utulivu, hamuwezi mkatoka hapa mkaenda kufanya biashara ham. Kama hakuna amani na utulivu, hamwezi mkamdhukuru mwenyezi Mungu, hamwezi kubalini hicho kinachoitwa upumbavu. Wengine wanaita upumbavu, maneno kama haya wanaita upumbavu e. Mwingine mtu mwingine atatoka hapa anasema, kazi mna utumbo mtupu. Wallahi bora huu utumbo kuliko hiyo steki, steki imeoza, utumbo ungali mzima.